Naam, bwana hayo ni maneno ya rais wa kule Kenya ambaye anafahamika kwa jina la William Ruto kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea. Tumeona kwamba Wakenya wakiwa okay, wanazungumza vibaya kuhusiana na Watanzania eh, pamoja na serikali kwa ujumla, jambo ambalo lilikuwa limewakwaza watu wengi, hususan Watanzania wazalendo walikuwa wamekwazika sana na kitendo cha Wakenya kuwazungumzia vibaya viongozi wa Tanzania. Sasa kutokana na hilo ni kwamba hizo drama ambazo zimekuwa zikiendelea mitandaoni ni kwamba Rais Ruto kutoka Kenya ame gundua hilo, amerealize hilo jambo na kutokana na wema na ustaarabu ambao yuko nao, amewaomba Watanzania wawasamehe wa Kenya kwa chochote kile ambacho uh, kinachoonekana kama vile waliwakosea. Kwa hapo, Ruto wakati anazungumza katika hotuba yake mnamo Mei 28 ni siku ya leo mwaka huu 2025 amezungumza akidai kwamba, Watanzania mtusamehe kama tumewakosea. Uh, habari kamili inasema kwamba Rais wa Kenya William Ruto ameomba msamaha kwa Watanzania kwa jambo lolote ambalo Wakenya wameikosea Tanzania, akiongea wakati wa maombi maalum ya kuliombea taifa la Kenya mnamo Mei 28 f mwaka huu 2025, Ruto amesema kwamba nimesimama hapa kuwa, eh, nimesimama hapa kuwaomba kwamba nina uhakika na kesho bora ya Kenya. Eh, sina, na sina wasiwasi, najiamini kwamba Kenya ni nchi iliyobarikiwa na kesho ya Kenya, haijalishi kitu gani eh, kimetokea, itakuwa nzuri. Majirani zetu kutoka Tanzania, kama kuna kitu tumewakosea kwa namna yeyote ile, mtusamehe. Rafiki zetu wa Uganda, kama kuna kitu tumefanya ambacho hakipo sawa, tunaomba radhi. Kwa watoto wetu, e, wakiwemo jenzi e, kama kuna hatua zozote zile mbaya zimefanywa tunaomba radhi kwa majirani zetu, kama kuna hatua yoyote ile tumeifanya, mtusamehe. Tunataka kujenga ushirikiano ambao utalifanya taifa letu kuwa bora. Ruto ameomba radhi wakati huo ambapo kumekuwa na malumbano makubwa sana mitandaoni kati ya Wakenya na Watanzania tangu eh, mwanaharakati Martha eh, Karua na wenzake walipo Uh, waliporejeshwa nchini kwao baada ya kuwasili huku Tanzania kufuatilia kesi ya moja kati ya viongozi wa chama pinzani, ambapo malumbano hayo yameshika ka yalishika kasi zaidi um, baada ya wabunge